Jina langu naitwa bwana Mohamed Salum Saidi. Sisi kama wananchi wa mkoa wa Singida tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa huduma hii ya afya na miradi mingine ambayo ambaye inaifanya. Tunachoomba aamba, tunaomba Mheshimiwa Rais aendelee kutujali kama anavyotujali sasa hivi kwenye miradi ya afya na miradi mingine, na pia hii ni mara yangu ya kwanza kuja kutibiwa hapa katika usali ya, ya rufaa ya Singida. Nilichokiona hapa ni kwamba Watumishi wa hiyo hospitali ni wana ukarimu wanaubinadamu na wanawachangamkia wagonjwa, ukifika wanakutumia haraka na hata madaktari madaktari pia vile vile ni wanasikiliza wagonjwa uh, uh, na pia ni watu ambao wana, wana, wana, ukarimu, wana ukarimu na pia wanajituma wana wanajituma, uh, kwa, kwa huduma kama hii ambayo nimeiona hapa hospitali ya Rufaa Singida, ningependa tu nitoe shukrani kwa rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan anafanya kazi kwa kweli. Anahitaji kupongezwa na, na tunamtakia kila laheri kazi njema. Mpaka Ndichi.